Bwile, kijukuu cha mzee Ngonde, ninapasua mayai haya matatu ili moyo wako uweze kulaluka na kunipenda mimi, kuanzia leo. Inaonekana mama yako alinielewa sana, japo nahitaji kufanya kitu. Aya, sawa, lakini inapaswa uwe makini sana. Bwire na mpenzi wake Mwanjala wanafanya mipango ya kufunga ndoa. Mimi nakuacha nawahi kwenda kupika, tutanana wakati mwingine. Karibu shoga yangu, nilikuwa bize ndani. Asante shoga yangu, naomba unazimisha kinu nkatwange kisamvu. Kaja kufanya nini sifahamu, alikuja kufanya nini? Maana muda wote walikuwa wakiongea na mama jikoni. Nashukuru sana Rubango, ukirudi nyumbani, mwambie Bwire na msalimie Mwanjala na Bwire.